Baada kuangali ya kuangalia hatua zote tano hatua tano zote za ujasiriamali five entrepreneur stages, kama bado watch video zilizotangulia kwenye playlist yep. Kwenye video hii ya hitimisho nataka kukuonyesha unavyoweza kuvuka hatua ya tatu valley of despair. Sasa kama wewe ni mtu ambaye sasa hivi uko kwenye valley of despair, umekata tamaa na unataka kuacha hicho unachokifanya utafute kitu kingine cha kufanya, naomba unisikilize kwa makini mno mm. So, ukisikiliza watu wengi waliokwama, waliofeli, watakupa sababu zifuatazo: sina bahati, wamerogwa, game ngumu, waliofaulu wana advantage, bwana huyu hapa amesoma sana. Ukweli umekosa uelewa, huna majibu ya changamoto zako au changamoto unazokumbana nazo. Wao waliovuka hawana bahati, hawana advantage, hawana mganga mzuri, kwao game pia sio rahisi. Hizo zote ni excuse. Ni kama mtu aliyefeli mtihani alafu anasema peni iligoma kuandika huku akijua kabisa kwamba hakuwa na majibu ama swali alikueleweka. Kwa nini wengine wamefaulu wengine wamefeli? Kwanza tunatakiwa kuelewa kabisa kama umekwama, umefeli, that is not a punishment from God, na sio kwamba competitors wako wamekuroga, sio kwamba wewe ni lazy, sio bahati mbaya mbaya zaidi, unaweza kuwa hujui kama una changamoto zinazokwamisha, yaani maana yake hujui kama haujui. Wewe kila kitu unaona kinaenda sawa smooth, unaona kwamba unashindwa, lakini unaona kila kitu kipo sawa. Ni kwa sababu haujui between the line kuna changamoto zinazokukwamisha. This is called a Dunning-Kruger effect, inasema hivi au maanake kwa kifupi kidogo ni kwamba mtu anakuwa anajua jambo anajua mambo, ni mwelewa wa jambo fulani, lakini lile jambo analijua kwa juu juu, halijui kwa kina kiasi hivi, lakini kwa ule ujuzi na uelewa ambao yeye anao, anaamini kabisa kwamba yeye hilo jambo analijua kabisa, na labda e, hey, sasa ni mtaalamu wa hilo jambo. Kwanza nikupe story labda unaweza ukaelewa vizuri. Juzi kule wao unasema kwa nilikuwa napiga kazi, najitibua. Ninafanya maandalizi hapa na pale, akaja bwana mmoja ambaye alikuwa ni mwenyeji wangu hapa, kana bwana kuna mtu huko mbele huko, anafanya jambo kama ile unaolifanya. Twende tukamtembelee, ah, mnaweza mkabadilishana mawazo. Kwa uh, nilipofika, kauliza bwana vipi? Ah, kaniambia huyu ni mtaalamu huyo. Eh, huyu anajua sana kilimo, kutoka eh, yupo kwenye choki moja. Mimi nikiangalia kitu alichokifanya, jua kabisa kwamba mjomba ajui anajua ni mtaalamu of course, kuna vitu anavyojua, funga drip, kufunga filter complete. Shida yake ni moja, pampu ambayo anayo ni kubwa. Karatariski zake ni kwamba yenyewe inatoa maji mengi, haya volume, ina low pressure, mita kama mita thelathini na tano, pressure yake kama baa kumi na tano kwa ukubwa ile shamba uh, presha hiyo haitoshi. Kwa kawaida kufanya hizi setup, unavyosetia mashamba kwenye drip irrigation, huwa tunafanya segmentation Eti, esheni zone kwamba pampu niliyokuwa nayo maji niliyokuwa nayo kipande gani inaweza kutosha huwa tunafanya kulingana na zao gani ambalo unalo zao gani unalolima na tunaangalia kwa steji zote establishment stage, vegetative stage, fruiting stage mpaka mazao yanavyoiva, na haswa huwa tunaangalia sana kwenye peak stage, yani kwamba demand ya maji wakati ili zao litakapokuwa lina uhitaji kubwa kabisa, tunafanya hesabu kwamba okay, let's say matuta ni mita thelathini na tano matuta thelathini. Hiyo hesabu pump haiwezi kumwagia matuta 30, tamwagia matuta kumi na tano, kwa tunaikaa katikati 15 natano tamwagiwa kwanza, mafunga mwagia matuta 5 baadaye haiwezi kumwagia matuta arobaini au sitini mara moja bwana alivyokuwa amefunga ni kwamba anataka matuta yote yamwagiwe mara moja so sikutaka kuongeza wala sitaka kujazia tulipokuja wakati wanafanya operesheni na kipindi ambacho sasa nyanya zina dimandi maji na wakati nyanya zime zinabeba ile efekti ilianza kuonekana wazi kwamba maji hayafiki kule wao nachoangaika ni kupampu pampu pampu zaidi pampu zaidi ongeza mafuta pampu maji ya Nakata. Pampu inanguruma, inaleta maji lakini presha ndogo. Baada ya nyanya sasa zikaanza kuleta ile shida shida ya maji ikaanza kuonekana wazi kabisa, na kitu kingine ambacho kilijitokeza ni ni kwamba kwamba unajua, udongo wa mfinyanzi unamwagiwa, unapumzika, unamwagia tena. Yani, maana yake ni kwamba kama maji, kama maji unataka, kama pampu yako, reti yako umeangalia, unasema kwamba okay, nyanya zile zinataka lita mbili ya maji ambao ni one hour. Sasa umwagia one hour, umwagia nusu saa. Unapumzika one hour. Unafyonza maji anaenda chini kabisa, alafu unamwagia tena, alafu anao utakuwa umemaliza ile wanawa yako na maji. Hilo pia lilikuwa ni changamoto kwao, kwa sababu wakati wanamwagia maji alianza kuwa kuna maeneo ambayo maji alikuwa anatuama. Haya mambo yote mawili yakapelekea ule mradi kweli kuelewa jambo kwa undani, yani wewe unalielewa juu kwa juu na unaamini of course, ndio anaweza alishafanya jambo hili alishafanya mradi huo alishafunga ndipo maeneo mengine, lakini hayana udongo wa mfinyanzi. First tunatakiwa kuelewa kwele, kuelewa kwamba uongeze uelewa wako, na muda mwingine ni kusema kwamba hujui au umekosea. Moja, unaweza kusema bwana, yeye i'm wrong, wani kwenye jambo mimi sipo sawa, na cha pili unaweza ukasema kwamba wewe hujui. Unaposema hujui, maana yake nakupa rumu ya kujifunza zaidi. Hata kwa mfano kwenye kilimo, unaweza kuwa mtu anakwama au unaweza wewe mwenyewe hapo ulipo umekwama kwa sababu labda unahisi pest control. Sasa pest control at surface level unaweza ukaona kwamba ni kupiga dawa, kwamba bwana, wadudu wapo shambani, naenda kupiga dawa, wadudu wanakufa. at deeper level unaweza kuta kwanza, moja, dawa unaopiga ime expire, mbili, mbudu unaopiga sio muda sahihi, na tatu, resistance ya wadudu kwenye hiyo dawa. Dawa za wadudu zinagawanywa kwenye magrupu eh, kutokana na mode of action and the way dawa inavyofanya kazi. Sasa unaweza kuta kwamba kwenye mode of, action ambayo dawa yako ipo kwenye ile group wadudu washatengeneza resistance. Unatakiwa usai ubadilishe dawa. Huna hiyo, huna hiyo, huna, huna elimu hiyo ya kudhibiti wadudu, integrated pest management, hauna. The same kwenye kwenye magonjwa kutibia magonjwa, hiyo ni hatua ya mwisho. Umejaribu mbegu ambazo hazin, hazina hazina himili magonjwa na resistance tolerance, zina ukakamavu kwenye ugonjwa, which means haziwezi, hata kama ugonjwa unakuja ku, haziwezi kupata madhara makubwa hivyo kuna swala ya marketing timing, unavuna wakati soko limefurika, vitu ni vingi mno sokoni na unapelekewa kuto kuuza, marketing nini kwenye soko hilo. Mimi nasema na, na, na, na hivi kwa sababu yani it happen yani, inatokea na inatokea mno e, mimi na kumbuka nilikwenda kulima sehemu matango sehemu kubwa, population ya juu, matango ni wanaojua ni watu wachache, ambao sasa, kwa mfano kama una matango kilo 500 au watu wachache uh, hawezi kuyala matango kilo mia. Unatakewa kujua market need kwamba hapa nilipo, hili soko niliopo nalo hapa linahitaji nini hasa, na hichi nachokwenda kukilima nachokilima kwenye hili soko wanaweza kuconsume kwa kiasi gani? Kwanza unaangalia mahitaji kwamba kapasiti ya hiyo soko kunyonya hiyo bidhaa unaoizalisha, na pili unaangalia matumizi kwamba watu wanahitaji, wanatumia hicho kitu ambacho unataka kukizalisha. Post harvest loss. Yaani upotevu baada ya kuvuna. A so, tukataja sababu elfu moja hasa. Hii sio bahati mbaya, hiyo ni kukosa uelewa. Mfano katika biashara, siga utembei kwa sababu hukujua customer behavior, wateja wangependelea nini, rangi gani, size gani, muda gani, watu huwa wananunua hivi namna ya kupanga bei. Unapanga vipi bei ya hivyo unavyoviuza? Una bando, unauza kimoja kimoja unauza bei nafuli, vitoke kwa wingi, au unauza bei ya juu ili upate faida kubwa. Competition, duka hili na duka hili, that is horizontal competition. Sasa kuna competition vertical competition, yani kwenye y-axis kitaalamu, kwamba bidhaa moja ina compete na bidhaa nyingine marketing hujui marketing, maana yake ni kwamba hujui kutafuta wateja. Marketing ni process ya kutafuta wateja. Hujui kama upo, hujui unapatikana wapi na watu, na hawajui unauza nini. So at personal level kuna tabia ambazo wewe hapo ulipo, hapo wewe ulipo na mimi hapa nilipo ni, ni matokeo ya tabia zetu. Eh, kuna tabia nyingine ambazo wewe unazo zina inhibit kukua kwako kwa kwa, zina inhibit maendeleo ya biashara yako, maendeleo ya shughuli zako. Kabla mwaka elfu mbili na saba nilikuwa navuta sana sigara. I was smoking cigarette heavy smoke. Uh, ukija nje ofisi ambayo nilikuwa nao pale Arusha, ulikuwa ukifika nje hapo nje, unakuta vipisi vya sigara kama kijiji kilikuwa kinavuta sigara hapo nje. fanya mipango ya kuhama Arusha kwa sababu ya ghetto market, market ya Arusha imekuwa ndogo sana Anda, islamu, na Dar es Salaam ambayo kuna market kubwa kwao, nisingependelea kubeba tabia ya kuvuta sigara kwa manayo kutoka Arusha kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo by November 2007 just quit kuvuta sigara na baadaye nikaama nikaelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza ukafanya self assessment mwenyewe kwamba okay, hii katika tabia ambazo mimi ninazo ni tabia gani ambayo inachangia kudumaza biashara yangu. So every time unapokwama, kila mara unapokwama, jua kabisa kuna changamoto ambayo inaweza kawa iko wazi, obviously changamoto ambazo zinaonekana ziko wazi kabisa, na kuna changamoto ambayo imejificha inahitaji kuwa addressed, au ah, uliingia kwenye game kichwa kichwa with a lot of un, uh, uninformed optimism na reality ya kucheck, na reality ya kuonyesha sura halisi na hii iko hivyo everywhere. Tumeona kwenye kilimo changamoto ambazo zinaweza zikakukwamisha zika zikakudondosha zika au kutokana na mzigo wa changamoto zote hizo unajikuta kwamba unajiuliza nimekuja kufanya nini? Kwenye biashara kunaweza kuwa kuna changamoto nyingi mno e, tumesema kwanza, ambazo ni kubwa, ni changamoto mama, ni kwamba upati wateja wa kutosha kwenye YouTube. Kwenye YouTube, watu wanao create content kwenye YouTube, YouTube is very slow it's grinding Uh, viwa ni wachache, uh, watu wanakujaji, motivation inashuka, na mwisho wa siku unajisemea mwenyewe baba, mimi ni imposter huku eh. Hii sio kitu yangu, hii sio talenti yangu. Name any fieldi, construction, transportation, food business, real estate, sehemu exactly pate. So kama umefeli au umepata hasara au umekwama kwenye field yoyote, hii is not unique kama unataka kuingia kwenye stage ya tano, kama nataka kufanikiwa then don't quit, or else utajikuta kwamba unaudi kwenye stage ya kwanza tena na tena na tena, same sit different business, same stage, same outcome. Mefeli kama unaacha sasa, eyo mebi. Okay, ukimo juu kana kamba kapata nafuu, nataka niache ngatafute jambo jingine la kufanya, jiulize mara mbili katafute kitu kingine cha kufanya itakuwa easy money. Utakuwa unajichanganya. That is fool errand. Na kuhakikishia with that mentality, six months from now utakuwa kwenye idea nyingine, Stage one, uninformed optimism. Stage two, informed pessimism, unagundua kwamba kumbe hapa kuna changamoto nilifikiri ilifikiri kwepe. Stage ya tatu, umekwama ama umepata hasara tena. The same cycle, different hustle, same exact outcome. Miaka mitatu baadaye utakuwa umejaribu biashara tano na labda zote umefeli. Sio kwa sababu wewe ni feli, mimi hata sijui nina shida gani, no, ni kwa sababu kujifunza kuna vigeti steji ya tatu. Wale waliovuka steji ya tatu baada ya miezi sita enda kwenye steji ya nne ambao ni informed optimism, wanapiga gemu kwa uelewa, kwa nidhamu baada ya mwaka mmoja, then stage five, achievement. Na sasa wanafikiria kukuza ku scale up shughuli zao, na baada ya miaka mitatu, wao ni wataalamu kabisa, wana advice wengine namna ya kunavigeti stage ya tatu. Chaguo ni simple learn to pass stage ya tatu once, au keep repeating the endless. Swali ni kwa nini wengine wameadvance kwenda stage ya nne, wamefanikiwa. Je, wao ni wenye bahati? wao ni welevu? au wana zile advantage ambazo ulikuwa unasema mara ya kwanza? Jibu ni bado hapana, hakuna chochote kati ya hayo hapo juu, none of the above. Wao walifanya kitu kimoja tu, walijifunza gemu inapigwaje. Basi kulima aliyepita stage ya tatu alijifunza pest control method, alipanda kwa wakati, changanua hii kwamba ni lini nipande na ni lini nivune, wapi atauza na bei inayomlipa, punguza gharama through strategic budgeting matokeo yake anatoka steji ya tatu anakwenda steji ya nne informed optimism, na baadaye anakwenda steji ya tano anakwenda kwenye mafanikio alivuka. Mfanyabiashara alivuka steji ya tatu, ile mambo ya chuma ulete wala nini, kazibiti hela zilikuwa zinavujia wa wapi? na matokeo yake anatoka steji ya tatu na kwenda steji ya nne informed optimism, baada ya steji ya tano katuboa. Wale walio wa advance wamepata solution, wamepata solution ya changamoto ambazo zilikuwa zinawakomesha. Sio so motivation, ni maarifa knowledge, na formula ni simple. Kwanza tunajua uvumilivu peke yake hautoshi, ha? Believe me, unaweza ukafanya jambo moja, kavumilia miaka kumi lakini kama unafanya kwa makosa yale yale, matokeo yake yatakuwa ni yale yale, hutofanikiwa. Wanasema kama unafanya jambo lile lile namna ile ile ukitegemea matokeo tofauti, then huo ni wenda wazimu, huwezi kufanikiwa. Hili tunajua, maarifa peke yake hayatoshi. E, unaweza kuwa na unajua, unaweza kuwa unajua kila kitu everything, the theory part and the practical part lakini ukikosa uvumilivu wa kuimplimenti hivyo unavyovijua na ukasubiri, huwezi fanikiwa. Sasa uvumilivu ukijumisha na maarifa uliopo nayo, ndo unafanikiwa. Hiyo ndiyo fomula ya mafanikio. Wale waliofanikiwa unafikiri wana bahati? Absoluti hapana. kama bahati, wangekuwa wanacheza michezo ya kubahatisha wao wenye betingi wanavuta mikeka, unalala tu ndani mzito. Unangaika nini kwa mashambani kwenye kilimo au madu, kwenye maduka? Kwenye bahati nasibu tu ndo mambo ya bahati. Watu naonaga anafanyaga kazi, wao wana uvumilivu, wana maarifa knowledge, wajifunza game inapigwaje, wajifunza trade secrets, kavumilia mchakato, ndo maana wamefanikiwa. Na wewe unaweza kufanikiwa pia. Fanya exact walivyofanya waliofanikiwa, period. It make sense. Wewe well, umefika hapo ulipo kwa sababu ulifuata ushauri. Watu walikwambia bwana, anza biashara. Bwana mjiajiri, kuna hela huko, njoo anza biashara upige pesa. Naenda kwenye kilimo, kilimo pesa, watu kwenye kilimo wanapiga tu hela. Content creation ni passive income. Unatengeneza content kako, naweka hapo kanaingizaga tu hela. It is all true. Ushauri wote huu hapo ni mzuri lakini haujakamilika Hawa waliokushauri hawakushauri kwamba huko huko kuna hasara, kuna kupoteza muda. Gemu ngumu, sio nyepesi, inahitaji kuvumilia, inahitaji kukaza. Wewe siyo mvivu, you are not stupid, sio kwamba hauna bahati, you are playing hard game. Wale unaopenda, wale unaoangalia waliokwisha kufanikiwa, waulize, watakwambia, kuna kipindi nilikaribia kuacha, yaani almost karibia niache ninachokifanya. Kwa tuseme tu kweli, tukubaliane kwanza, kwenye mambo haya kuna mambo ambayo yapo nje ya uwezo wako. Huwezi kucontrol market na huwezi kucontrol competition, huwezi kucontrol hivi vitu. Haya ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wako, lakini kuna mambo ambayo yako ndani ya uwezo wako. Haya mawili, wa kwanza unaweza ukaamua sasa hivi leo, muda huu, naache ama ukaamua kujifunza kwamba oke okay, iwe jua iwe mvua, mimi natobwana na hii kitu mpaka nielewe inafanywaje nami ni na faulu. Basi unaweza kuchagua huko kufeli kwako hapo ulipokwama ikawa ndio mwisho wako kwamba uke okay, ha ukaamua kwamba hii okay, kitu ni ngumu, wacha sasa nijifunze ili niweze kusonga mbele. Lazima nijifunze hapa nilipo. Natoboaje? Napitaje hapa? Hii changamoto lazima nipambane nayo. Hii ndo changamoto inayonikwamisha hapo, lazima nipambane nayo. Napitaje hapa? Uchaguzi ni wako, lakini uchaguzi huo unaweza ukabadilisha kila kitu kuhusu wewe: ukiamua kukwiti, ukiamua kuendelea. Sikiliza vizuri, kama umefeli kama umepata hasara kiasi kikubwa, sio kwamba wewe u unlucky au ya tena Sio mjinga na pia sio lazy. Kama kuna mtu akakwambia lolote kati ya hayo, mwambie sio kweli, anakudanganya. Na kama ni wewe mwenyewe unafikiria kwamba lolote kati ya hayo, basi wajidanganya mwenyewe. Nataka nikwambie tu, unaweza ku advance, unaweza kuvuka, unaweza, ku, unaweza kuwa whoever you want to be exactly kama waliopita kabla yako waliofanikiwa unaweza kujifunza. Mistake ni part of process, ndo fursa yawee kujifunza. Unakaribia, haupo mbali sana na stage, yaani unakaribia kuwa informed, kuwa na optimism yenye uelewa. You almost there. Unaisaboko peke yako? Hapana, kila mkulima mfanyabiashara aliyefaulu leo alipita exactly the same stage. Kwa hiyo haupo peke yako wote ambao nona another wamepita changamoto ambayo iliyofirisha iliwatia hasara iliwakwamisha, lakini kwa kujifunza kutatua hiyo changamoto wakapita. Tofauti yao wao hawakuwacha, navyosema wajifunza how things works, wajifunza how things moves. Unahisi umeshindwa? Hapana, wewe bado kodi ni hii: maarifa plus vumilivu iko mafanikio. Sio siri tena. It's known to you sasa. So, unajua sasa. Nataka niseme watu waliofanikiwa walijua password, na wewe unaweza kujua password kama utajifunza unakosea wapi, kwa sababu hapo unapokosea, that is your password, that is your code sasa kama umekwama na hasara, unataka kuongeza faida, unataka wafui, fanya haya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza identify challenge. fanya utambuzi wa changamoto uliyo nayo. This is diagnosis phase. We ukiumwa ukaenda hospitali, wanachofanya ni kuchukua vipimo. Unatakiwa uwe ruthless, pia uwe surgical, yani manake ni kwa... unapasua kila sehemu kwenye biashara yako. Wanasema uache jiwe isigeuzwe. Biashara yako na wewe mwenyewe pia Watu wa kilimo, nataka kujiuliza, ndudu gani ananisumbua, ananisumbua hapo, magonjwa gani yananisumbua hapo, soko liko wapi, likoje? Watu wa biashara, wateja wanataka nini? competitors wangu wanafanya kitu gani cha tofauti nami nachokifanya? bega na ukuwa very specific, sio kwamba kuna ugonjwa tu. Shida ni kwamba kujua tatizo. Hata hospitali hospitali, ukienda wakijua unaumwa nini, imeisha inanikumbusha stori moja au habari moja kwamba kuna bwana fomani alikuwepo mtamboni huko, anazalisha wanavyovizalisha, mtambo ukazingua. Kwao akaona chamno nini, kuna kontakta wa karibu apo mmoja, nimpigie pigia simu. Ule bwana bwana akamwambia, sure I'm coming. Akatoka huko, likotoka akaenda mpaka mpaka kwenye kiwanda pale, angalia angalia kwenye mtambo, akaenda kwenye switchbox, toa spana zake mbili tatu, akafungafunga baadhi ya nati, akapiga kiki, kitu kikawaka. Hasa wakati anatoka kule, anapita kwa fomani pale, kamwandikie invoice na dai milioni moja hapa ikabidi ah, akastoka akastuka, akaambia huyo bwana, we umetoka huko umekuja kufunga kanati tu pale yani unatudai vipi milioni jumba? Akaambia bwana, sikiliza, kufunga kanati pale na kudai senti moja lakini kutafuta tatizo ni nini, takuchaji laki tisa tisini na tisa elfu mia tisa tisini na tisa na senti tisa. Kwa gharama kubwa kabisa kwenye gharama kubwa kabisa au sehemu kubwa ambayo watu wengi huwa wanaingia gharama na wanaingia hasara ni kwenye kugundua kwamba tatizo liko kwa wapi. Ushajua, changamoto tatizo ni nini? Tatizo la kwanza limeisha. Kwa sababu sasa utakuwa unadili nao, na kujifunza kwenyewe utasema sasa kwamba najifunza kutoka kwa nani? Kama ni pest control, maana yake kuna video nyingi kabisa kwenye YouTube, taasisi elimu ambazo zipo karibu, unaweza ukatembea uka ukapata msaada. Ukwenda kufanya mradi, tafadhali tafuta bwana shamba wa karibu wakusaidia, na waliokutangulia pia wanaweza wakakufundisha wakakuelekeza kwamba bwana, hapa, hapa, unapitaje. Kama ni biashara sokoni, bwana hapa lini demand au supply ya bidhaa huwa inakuwa chache wateja wanataka nini hapa ambacho mara nyingi huwa kinakosekana hapa sokoni? Au wateja wapo, wanatumia nini sana? Eh, kwa sababu unaweza ukaangalia nini, unasema fursa, eh, mianya ya fursa. Kuna fursa gani hapa sokoni? Bidhaa gani hapa ambayo inatembea sana kuliko bidhaa nyingine zote? Maybe unaweza kwa, ukaamua kwamba uanze na hiyo eh. Kama ni cash flow, fanya training, tafuta seminar, mtu anojua kumeneji hela bookkeeping. Usiseme nitajifunza, weka bayana kwamba ni yepi, ni ujuzi gani ambao mimi nataka kuongeza na ujuzi gani ambao mimi napungua, kutokana na changamoto ambayo uliiona, na solution ndio kujifunza hasa. Weka mkakati wa kujifunza, kwa maana ndio kujifunza nini, kutoka kwa nani, na lini. Step ya tatu implement na vumilia. Kama ni biashara yako inatakiwa kupigwa drip hapa, ndo na piga drip. Baada ya kujifunza, tumia majibu kusema, umegundua ugonjwa, umepata majibu, umejifunza namna ya ku yakutekeleza hayo majibu, umejifunza kwamba wateja wajui changamoto ya wachache marketing, okay. Sasa, nasema, okay. kuna marketing kwenye, uh, kwenye YouTube kuna marketing kwenye gazeti, kuna kaamua kwamba okay, sasa mimi labda nataka kufanya matangazo kwenye Instagram, kwenye wateja wangu wanapatikana wengi kwenye Instagram nifanye ni matangazo huko, unaweka matangazo yako alafu unakaa pembeni unasikilizia vumilia, wacha dawa ifanye kazi. Acha kupapalika, umetuma tangazo asubuhi ikifika saa nne unataka kubadilisha utume tangazo jingine, imefika zuri saa ngapi? Yani vurugu. Acha kupapalika. Step ya nne adjust based on the results na heo, unaangalia bwana, ile results zinasemaje? matokeo eh, majibu ya kazi yanasemaje? nilikuwa nafanya tangazo, nimeweka matangazo manne matano kwenye Instagram, okay, yanaendaje? kuna tangazo linaloniletea wateja sasa? Kama kuna tangazo linakuletea no, wateja, maana yake yale matangazo mengine, those are suckers, trim them, cut them, tizao, peleka kwenye tangazo ile ambayo inafanya kazi. Unasema unafanya unali matangazo ambayo ufanye kazi na majibu ya Kigoma unajifunza kwa nini? eh, okay? Niti, haya ni, ni okay? matangazo nimetangaza yana mapungufu gani? Eh, kuna nini hapa nini ambao vimepungua kwenye matangazo simu azite. Jaribu approach nyingine Labda wateja wako wapo kwenye Instagram kama ulivyokuwa unaamini wateja wako hapo kwenye Facebook huko au kwenye mitandao mingine ya kijamii. Kama kwenye video hii imekufungua macho, imekuonyesha hatua ipi uichukue, imekuonyesha njia, gonga like. Nafurahi kuona mtu mmoja anajifunza kupitia hichi ninachokifanya, na like yako inanipa moyo mimi kuendelea. Kwa hiyo asante, asante sana. Nataka au natamani sana uendelee kupata video zilizo na uelewa kama hivi, na kukufungua, upa maujanja namna ya kujitanzua pale unapokutana na changamoto, na sio voodoo, sio motivation na sio mbinu za kupata hela kama ulikuja hapa kwa ajili ya kupata tu uelewa kwa nini umekwama unafeli wapi, ushapata madini ya kutosha kabisa, unaweza kuishia hapa. Lakini kama wewe ni mmoja wa wale watafutaji ambao wamechoka kufeli, wanataka kuanza kufanya kweli, serious implementation, hey, welcome aboard. Sasa unafikiria sawa nimekosa uelewa, sina maujanja. Watch for the next coming video. E okay, mimi nitatoboa inakuja na jibu lako. Tuta discuss kwa kina, kwanza ni kwa nini lazima utest idea yako, kwa nini ufanye ujaribu mawazo yako ujaribu mawazo yako wa biashara kabla hujapoteza nguvu zako na kabla haujapoteza status yako badala ya kuanza asilimia mia moja, na copy for the best unaanza kidogo, unaanza na asilimia kumi au asilimia ishirini Tutajifunza jinsi ya kudesign hiyo test project yako na jinsi ya kuimplement maarifa bila ya kupoteza mwaka au miezi. Please kumbuka the formula, uvumilivu plus maarifa equals to mafanikio. Sio bahati, sio juju, sio gemu ngumu ni kujifunza gemu inapigwaje plus kuvumilia process. Keep the fight, keep it real, keep grinding. Adios muchachos.